Na sasa tuangalie taarifa ya kusikitisha ambapo maafisa wa upelelezi kaunti ya Kajiado wanachunguza mauaji tata ya mwanamke wa miaka 56 aliyepigwa kwa mawe, kubakwa kabla ya kuuawa. Ripoti zimearifu kuwa Agnes Nduku Kanini alikuwa njiani akielekea nyumbani kabla ya tukio hilo katika mtaa wa Annex. Robert Masaa anaarifu kuhusu tukio hilo lililozua hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo la Kajiado. Wakazi wa mtaa wa Annex mjini Kajiado bado wameachwa vinywa wazi kufuatia mauaji ya kinyama ambayo yalitokea Jumanne usiku. Inaarifiwa Agnes Nduku aliuawa na watu wasiojulikana kwa kupigwa mawe kichwani kisha kubakwa kabla ya kuuawa. Mimi niliamka asubuhi nikasikia kwa plot watu wakisema kuna mama ameuliwa pale, si nikakuja kuangalia, nimepata mama amelala amevuliwa, nguo zimefika hapa, hana chochote, ameripiwa, alikuwa amegongwa na mawe Ha mereopiwa ametolewa nguo zake saa ndani ameuka upande wa kushoto. Jiwe linaloaminika lilitumika kumtoa uhai mama huyo lilikuwa eneo la tukio. Majirani wakisema alikuwa akielekea nyumbani akiwa mlevi usiku huo. Pata kichwa imebondeka katikati, kichwa imebondeka katikati. So, ni kama alikuwa amegongwa, it was serious, serious injury. Na hili jambo limetusikitisha sana, hata tukiwa kama wakina mama ukimtuma mtoto dukani jioni aswa awe ni wa kike ni wa kiume, tunakuwa na hofu kubwa na wasiwasi. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie na tunaomba ulinzi wa kutosha. Familia yake bado inatafakari yaliyojiri kwa mama huyo wa watoto watano. Tumepokea kwa uchungu sana, kwa sababu mamangu ni mtu mwenye akuwa na mambo mingi na watu, hakuwa muongeaji sana, ni mama mwenye alikuwa mpole sana. Sasa hata tumestikika sana kupata hiyo kuona venye ametendewa hicho kitendo chenye ametendewa. Afisa mkuu wa DCI Kajiado ya Kati, David Cheriot, amesema uchunguzi umeanzishwa kutegua yaliyojiri. Mwili wa mwenda zake umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya Kajiado. Ni hapa katika eneo hili ndipo mwanamke huyo alikumbana na mauti kabla ya mwili wake kutupwa kichakani katika eneo hili. Hata hivyo, wakazi wa mtaa wa Majengo wametoa wito kwa asasi za usalama kukaza kamba na kuimarisha doria ili kuhakikishia usalama. Robert Masai runinga ya Citizen county